Sisi kama TBS tunaandaa viwango vya bidhaa mbalimbali, lakini ikiwemo bidhaa za au na vifaa, viwango vya vifaa vya umeme pia, lakini pia tuna jukumu la kusimamia viwango hivyo kwa maana ya kuthibitisha ubora wa vifaa vya umeme vinavyozalishwa viwandani, lakini bidhaa hizo zinapokuwa zinaingia nchini pia tuna zikagua kuhakikisha kwamba zinakidhi matakwa ya viwango husika. Tunatambua kwamba uchumi wetu unaendelea kukua, watu wengi wanaendelea kujihusisha katika biashara hii ya kuuza vifaa vya umeme, lakini na kuzalisha vifaa vya umeme kwa hiyo tuliona ni nafasi nzuri ya kukutana nao, kukumbushana kuhusu matakwa ya viwango, lakini pia na taratibu za ukaguzi vifaa hivyo vinapoagizwa nje ya nchi kuingia nchini, ili tuhakikishe kwamba bidhaa zote ambazo za vifaa vya umeme zinazotumika hapa nchini e, zinakuwa ni salama na zinakuwa na tija katika shughuli zetu za kiuchumi. Shirika la Viwango, pamoja na kazi zingine, huwa linatoa elimu lakini huwa linashirikisha wadau. Kwa hiyo kwa changamoto ambazo tunazikuta, lakini kwa ajili ya unyeti wa sekta hii kutaka kuhakikisha kwamba wadau husika basi wanazalisha vitu ambavyo vina ubora, lakini pale wanapotaka kuingiza bidhaa hizi nchini basi wanaingiza bidhaa zenye ubora. Kwa hiyo lengo hasa tumewaita wadau hawa waweze kuweza kusikia e, taarifa kuhusiana na kaguzi mbalimbali zilizofanyika, mapungufu ambayo tumeyapata, ni bidhaa zipi ambazo basi wafanye E, maboresho zaidi, lakini kuwapa uelewa kwamba pale ambapo um, mtu anakiuka matakwa ya sheria basi huchukuliwa hatua kwa sheria ya viwango, na hatua ni mbalimbali mbali zinachukuliwa, ikiwepo kukamata mizigo yao ambayo haifai, kwa sababu zinaweza kuleta madhara mbalimbali mbali. Tunajua kabisa umeme ukitumika, umeme una faida kubwa sana katika uchumi, katika maendeleo ya nchi yetu, lakini umeme huu bidhaa hizi zikiwa hazifai basi zinaweza kuleta e, hatari kubwa katika nchi yetu, zinaweza kuleta majanga mengi, zinaweza kuharibu hata uchumi wetu, kwa sababu kwa mfano naweza nikakwambia, pale unakuta mtu ameandaa jengo lake kwa gharama kubwa kabisa, lakini akaweka labda, wakafanya wiring na vifaa vya umeme ambavyo havikidhi matakwa ya sheria, havikidhi viwango, basi naweza kusababisha hasara kubwa kwa huyo mtu. Kwa hiyo lengo kabisa ni kuweza kuwahusisha wadau hawa kwa sababu wenyewe wana mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi, katika uchumi wa nchi, basi waweze kuleta bidhaa ambazo zina ubora, waweze kuzalisha bidhaa zenye ubora, lakini hata wale wanaouza tunaona kuwa kwamba katika mkutano huu tumewashirikisha pia wale wanaouza bidhaa hizi waweze kutambua changamoto zilizopo na namna gani ya kuziendea, lakini jinsi gani ya kutambua bidhaa zenye ubora. Kwa jina naitwa engineer Gilbert Mauto, natokea Radio Electronics Manufacture ni watengenezaji wa vifaa vya electronics hapa nchini Tanzania. Haya mafunzo yanasaidia wafanyabiashara kuweza ku comply na vigezo vyote vya utengenezaji na usambazaji electronics, kikisha, wa vifaa vya electronics katika nchi yetu, pia kuhakikisha tunawafikishia walaji ambao ni Watanzania vifaa ambavyo vina high quality ya kuwezesha kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Kwa majina anaitwa Neema Kiboha. Kibiashara mimi nasambaza vifaa vya umeme Kariakoo. Mimi nashukuru kwa TBS walichokifanya kuita, kama kutuita sisi kama wadau, kutujifunze namna ya uingizaji na usambazaji vifaa vya umeme vilivyo bora zaidi, ili hata watumiaji wetu wanaonunua kwetu wawe na uhakika na vifaa tunavyovisambaza nchini Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupa elimu hii, tutawafikishia hata watumiaji wa vifaa vyote vya umeme na vya elektroniki kwa ujumla kwao. Nashukuru sana kwa wadau ambao wamejumuika nasi hapa TBS. Tunapokea sana mafunzo haya, yakaendelee, sio tu kwa Dar es Salaam, lakini hata na mikoa mingine. Asanteni.